Hivyo na habari kuna mtu mkiitrafiana wewe na yeye, anaweza akatamani mabaya yawapate watoto wako. Unajua, nimejifunza mambo ya ajabu sana kwenye huu utumishi. Nimejifunza kila mbegu unayoipanda itaota <laughs> iwe mbegu njema au iwe mbegu, itaota. Na utaivuna wewe mpandaji. Mama mmoja alimchukia kichaa mmoja, palikuwa pana kichaa mmoja mwanamke kichaa, wala hakuwa anagombana na mtu hakuwa anagombana na mtu. Nadhani huyu mama alichukizwa tu na zile sasa, sijui niite ni kero au ni nini, maana alikuwa anapitapita karibu na nyumba zao, anapitapita na mizigo yake anapita. Huyu mama siku moja akaona huyu kichaa, ili niondokane naye nimpe sumu alikuwa anaokotakota vyakula, alikuwa anaombaomba vyakula, akachukua sles nne, sikumbuki kama ni nne au ni mbili za mkate, akazitia sumu. Akipita ampe ale afanye nini? Afe, usumbufu wa kupitapita kwenye nyumba zao uishe. mwimbaji mmoja anaitwa Jennifer Mgendi aliwahi kuimba wimbo, wanasema wema ni akiba na ubaya ni akiba, chochote utakachofanya -cho ni akiba, na inakungoja mwenyewe, wala sio mwingine, utaivuna hiyo akiba yako. Akawapa, akampa ile, ile kichaa akapita, akampa mikate tena siku hiyo, akampa kwa furaha, anamtabasamia kama vile anamfurahia, kumbe ndo anajua anaenda kufanya nini, kumaliza sasa. Ile mama alisha amekusanya kusanya ame kusanya na vyakula kwingine na mamikate mengine kwingine, si tu mandazi. Kwa hiyo alikuwa na vitu vingi vyakula. Kwa hiyo akachukua ile akatia kwenye mfuko wake, akaendelea na maisha yake. Anatembea anatembea, akakutana na watoto wanatoka shule. Watoto walikuwa wanamfurahia wanachezacheza naye wanampiga piga na yale ma mizigo yake. Kwa hiyo alikuwa rafiki wa watoto yule kichaa. Akatoa mikate awape rafiki zake wanaocheza naye, akagawa mikate yake asijue anampa nani. Watoto wakala mikate iliyotiwa sumu, wakarudi nyumbani. Wanafika nyumbani Watoto wanamwambia mama, tumekutana na yule kichaa, tumekula naye mikate eh. Tena mimi alinipa miwili na huyu alimpa miwili. Amewapa watoto wawili wa yule mama tu, bila yeye kujua anampa nani. Amewapa watoto wa yule mama tu, mama akapoteza watoto wawili kwa sumu yake mwenyewe. naeleweka vizuri hakuna mbegu utakayoipanda ambayo haitaota ninapofundisha somo la utoaji huwa nawaambia watumishi wenzangu na washirika wenzangu nawaambia kila utoaji ni mbegu na mbegu ukiidondosha kanisa la mungu watu wa tabora kaskazini niangalieni. kama unanisikia weka mkono wako hivi juu mpaka kule nyuma mbegu ukidondosha ukidondosha kwa kujua au ukidondosha bila lazima, itaota jiandae kwa mavuno. Ulidondosha mbegu ya wema, utakutana na wema, hata kama sio pale ulipodondoshea. Unaweza kukutana na wema Singapore. Kama ni mbegu ya ubaya, utakutana nao hata kama sio pale ulipoidondoshea utakutana nao. Mbalali ambako sio kwenu utatendewa na kutendewa, kumbe unavuna ulicho ulichokipanda. Visadaka vyako mia mbili, mia mbili. Ngoja nikuambie, ukitaka kubadilisha maisha, cheki hapa, nikupe kanuni za kawaida, za kawaida kabisa, nakupa kodi za utajiri. Namba moja, badilisha sadaka. Yani kuanzia sasa hivi badilisha tu sadaka, ulikuwa unatoa mia tano. Acha kutoa na... yani, ongeza angalau asilimia moja au mbili. Umepata laki moja, usitoa elfu kumi, toa kumi na mbili. Umepata amen. Anza sasa hivi. Tupeane miezi sita maidia, utaniambia ile kitu inafanya nini, inalipa. Amen, nenda eneo la pili, badilisha namna ya kuwapa watu vitu. Yani, chochote unachotaka kumpa mtu usimpe kinyonge. Nisikilizeni niwambie, toa usitoe sawasawa na unavyopata, toa vile unavyotaka kupata, na usitoe sawa sawa na unacho toa sawa sawa na unachotaka kupata ukipata laki moja usitoe elfu kumi ukitoa elfu kumi umelipa kodi ni kama TRA ni kama VAT maana yake umetoa ulichopata peleka fungu la kumi elfu tatu maana yake unaitaka laki ngapi laki tatu si umepewa elfu kumi umepewa laki moja peleka thelathini elfu Maanake unaiita laki ngapi? Tatu. Na huko pekee ndo tumeambiwa tumjaribu mzee, si ndio? Muda unitoshi kukushuhudia Brother, muda utoshi. Mwanamke mmoja akamwambia mchungaji wake, baba, naomba Jumapili nimewaandalia lunch mahali, mshirika huyo nimewaandalia lunch baada ya ibada. Mama asipike na asiandae chakula cha nyumbani Jumapili, tawapeleka mahali baada imeisha mama kaleta gari. Chungaji alikuwa hana gari. Kaleta gari kawabeba. Alafu akamuomba mama naomba uniachie dada wa kule nyumbani kwako, ili mimi na yeye tukafanye usafi. Nataka nikafanye fanye usafi kule nyumbani leo. Nikuwekeweke vitu sawa, leo Jumapili, angalau wewe upumzike. Mama akasema mna shida. Ila akamwambia kabisa, chumbani kwenu sitafanya. Ila nitafanya kwa watoto, vyumba vyote, jikoni nitafanya eh, vyoo vyote vya public studio vyote nitafanya. Anaenda kufanya nini pasta? Kuna aina ya usafi mimi naifurahia. Huyu dada alipiga usafi sijawahi kuona duniani. Huyu dada alipiga usafi sijaona duniani, sio kwangu. Uh -uh. Sio kwangu. Watu wameenda wakapiga msosi na akawaambia msiwe na haraka kurudi wapi? kuleni mkimaliza pelekeni watoto wakabembee au wakaogelee yani akawapa kazi za kuwazuia kurudi wapi kuna washirika wanajua batani za kugusa <laughs> wanacheza na key na kodi akaenda kupiga menyu naye akaenda kupiga usafi usafi aliyoufanya ni huu akaenda kwenye parking ya fuso akachukua fuso tandam futi kumi na nane akaipeleka nyumbani kwa pasta. Akachukua vitanda vyote, magodoro yake, majiko ya gesi, majiko ya umeme, majiko ya mkaa, kochi, viti vya mezani, viti na meza zake, akachukua TV, akachukua kila kitu mpaka kile kinaitwa domet ili ya kukanyagia wapi, mlangoni unapoingia Vyote akabeba akaiacha nyumba kama vile inapangishwa, kasoro chumba cha baba na mama. Akaenda kwenye, eh, eh, kwenye furniture center akapakia vitanda sawasawa, sawa na idadi ya vitanda alivyotoa, magodoro sawa na idadi ya magodoro aliyotoa, meza sawa na idadi ya meza zilizotolewa, kochi hali kadhalika, saa za ukutani, vitu vyote, makabati ya vyombo vyote vipya

Nyumba ilikuwa na rangi moja ikapigwa rangi tofauti hapa ina ukuta rangi hii, ukuta ule na rangi hii. Yaani wanakuja kurudi, aa wapendwa, kila kitu ni kigeni, mpaka pa kukanyagia ule uchafu mahali pa kufutia kale kameandikwa welcome home, kale unajua eh. Hebu mcheke jirani yako. Mwambie hivi, unaelewa wewe? Mwambie wewe sio maskini. Mwambie gusa kodi tu wewe. Mlango. Ile wanaingia ndani. Yaani macho ni hivi, tufikie nyumba ya jirani. Wanawahi kugusa coach iliyotoka ya bei ndogo iliyokuja mwanangu matata. Inanesa hivi. Hivi unajua zile coach ukikaa kuna mahali unategua unalala hivi. Yaani ukichelewa unazijua inaku... jamani eh? Yaani ngozi hey, ya yake ki mama akaenda jikoni, akakuta kuna kitu kipya. Mama hakashindwa kujizuia, akasema Yesu, Yesu anakupenda, Yesu, Yesu anakupenda, Yesu, anakupenda Yesu, anakupenda Yesu. Na yule alichofanya alihakikisha amemaliza usafi, alihakikisha hawamkuti nyumbani Ameacha kwenye friji, kuna kitimoto kilo za kutosha, kuna samaki sato za kutosha, kuna nyama ya ng'ombe ya kutosha, kuna mayai, kuna cornflakes. vile vidudu vya kula unakula na maziwa vile unavijua vile <laughs> yani watoto ghafla wakawa wazungu, yani wanarukaruka tu, mtv uliofungwa ukutani unatisha watoto wanamuuliza baba, eh, ni nini kimetokea baba? Naye akaongea na kibesi akasema, Yesu ninayemtumikia, semeni amen, Yesu ninayemtumikia.